Hello, beautiful ladies. Let's welcome our next single guy, Adam. Now that was quick. Ila kuna mmoja hajapop tu tukamwone kwa nini? Okay. Naona haujapasua baluni yako. Nina maswali kadhaa. Okay, uliza. Date tutanipeleka wapi? Shwaaa, paka Serengeti. Shwaaa, paka Ulaya. Wow. Na nikiwa babe wako, utatumia usafiri gani kutokana na hadhi yangu? Shwa na Ford Ranger. <laughs> So ningependa kujua utatimiza vipi, vipi yote? Now that's a good question. TemboCard Visa. But first, let's go shopping. <laughs> Oh. Tembo Card Visa. Shwaaa! Tisha na Tembo Card Visa yako, yoyote ile iwe credit card, debit card au prepaid card, ujishindie safari ya Ulaya, Serengeti au Ford Ranger mpya, yani 0 kilomita. Omba kadi yako kupitia tawi la CRDB Bank, kwa CRDB Wakala au SimBanking App. CRDB Bank. Tunakusikiliza.